Itabidi nijizoeshe hivyo, nafahamu ni ngumu, lakini hauna budi kufanya hivyo pia. Kwa kuwa nimekuja hapo kwa mjomba kumsalimia, na hata hivyo, naondoka zangu kijijini. Kama nitapata taarifa yoyote kuhusu kule kijijini, kuna nani mtu anakuja kuolea katika kijiji chenu, nitakujuza, nitakupa taarifa. Sawa. So, acha nikusindikize basi. Aa ah, poa na, na ameniambia kuwa anakuja kuolea katika kijiji chini, na ameniambia anakuja kuolea katika familia ya Mzee Da Mchanga. Kwani mzee da mchanga na mabinti wangapi? <laughs> mzee da mchanga ana watoto wawili tu wote wa kike, ila mmoja ni mdogo tena mdogo haswa, sio wa leo wala wa kesho kuolewa, ila huyo mkubwa chumba wangu mimi ndio ambaye anataka kuolewa sasa, hapo ndo napata picha na yale ulioniambia kuwa mwanamke wako anahitaji kuolewa katika kijiji chetu, na muaji mwenyewe ni Ndembo, lakini mimi sitokuwa upande wake hata mara moja, kwa sababu wewe ni rafiki yangu zaidi ya Ndembo hivyo basi sitoweza kuwa karibu naye hata kidogo. Dumi, wewe ni rafiki yangu kwa muda mrefu, sitoweza kukuangusha. Ila nakupa pole sana ndugu yangu kwa kipindi hiki kigumu, najua unapitia hali gani sasa hivi. Pole sana Dumi. Sawa, ni na shukuru ila na taarifa lote kutokea basi utanaambia, anafahamisha japokuwa ndio hivyo shatokea, sina jinsi. Basi sawa, kama lolote ambalo ambayo utakalo jii, sita sita kukupa taarifa, kwa sababu hili jambo hata mimi ukuza sana. Alivyoniambia tu anakuja kuolea katika kijiji chenu na familia naye anaekuja kuolea ya damu changa, nilishangaa sana ila sitasita kukupa taarifa zote ambazo tutakazoendelea katika kijiji chetu. Kwa hiyo ondoa shaka, sawa, mimi nishapoa. Hey, hey. Upendo wangu uligeuka kivuli lakini hatima ikawa uchungu. Talaka ya mwisho, uh, uh, uh, talaka ya mwisho. Nilikuwa kwa moyo safi, nilidani ndoa ni furaha ini siku moja ukaomba talaka bila sababu, moyo ukapasuka. Nilikupa talaka kwa hasira, sikujua nitaumia zaidi. nilitaka kuu lakini maneno matatu yalinifunga maisha. Talaka ya mwisho imenitenganisha na ndoto. Nilikupenda kuliko roho, lakini sasa ni mawivu tu. Talaka ya mwisho imeniondolea amani. Nilijaribu kurudi lakini ulipotea na mwingine, nilisikia umeolewa tena, nikadhani ni njia ya kurudi kwangu, lakini uliondoka mbali ukachakiza. Nilikutafuta kwenye ndoto, nililia mpaka macho yakakauka. Na nilipokupata tena nilijua ukweli ni sumu kali. Nilijua ni mapenzi, kumbe ni mchezo wa hisia. Nilijua utanirudia, kumbe ulikuwa safari ya mwisho. Ulinisaliti ili kujua siri. Sasa machozi yangu yanazama baharini. Talaka ya mwisho imenifunga na kivuli. Nilikupenda kuliko nafsi, lakini sasa ni hadithi tu. Talaka ya mwisho imeniondolea furaha. Nilijaribu kusamehe, lakini moyo hauponi tena. Idi nilifanya, sitaji kumpoteza tena. Upendo wangu wa uligeuka kivuli, nilikupenda lakini mm-hmm. y sawa no. Kikubwa kama ulivyoelezwa, kwa sababu tunachohitaji ni makubaliano ambayo hayo ulioyaingia kwao tena, isije baadaye ikaja kuanguliwa njeguluwanja mara huku mara kule. Mimi binafsi sipendi kabisa haya yatokee kwa sababu ndugu yangu hapa ameshanihakikishia kwamba wewe unaiweza hiyo kazi na hauna tatizo lolote. Kwa sababu tena baadaye bro inakuja kuingia tamaa ya kuja kuwa na matatizo mengine. Yaani kama mimi sipendi kabisa ile jambo litokee. Kama huiwezi basi bora uniambie kabisa sasa hivi kwamba hii kazi hauiwezi. Ah, kwanza katika swala hilo mimi sina shida kabisa.

ndishakwo atanayabasi sawa. Mimi sina shaka sana kwa sababu tayari ndugu yangu ameshanieleza kila kitu na ameniambia wewe mwaminifu kwao. Nahitaji alichokiongea alicho yeye basi ndio kiwe hivyo. Hema, kuhusu dumu ondoa shaka lumi, kwa sababu jambo lako ni jambo langu, jambo la dumu ni jambo langu. Kwa hiyo kuhusu huyo nilimweleza kila kitu na mipango yote imekaa sawa kwao, kuhusu ondoa shaka juu yake okay. Sawa, inafikiri Hakuna shida, kikubwa twende kufanya lijambo kwa wakati na liishe kwa wakati, kwa sababu tunahitaji haraka sana lifanyike lijambo ili liishe kwa haraka sana. Ah, mimi siwezi kukuangusha kikubwa zaidi, ela yangu tu ikae mfuko wa shati basi. Aswala la pesa milaba ni kuhakikishia, kwa sababu mimi sio na tatizo la pesa. Tatizo la pesa kwangu mimi hilo halipo kabisa. Yaani kwa kila kitu kipo hivyo hivyo au kugeuka? Nilivyokuambia ndugu, kutokufuata yale makubaliano, hapo ndo tutafutiana matatizo mengine. Sa nilikuwawa kwa moyo safi, nilidhani ndoa ni furaha, lakini siku moja ukawamba talaka bila sababu, moyo ukapasuka. nilikupa talaka kwa hasira, sikujua nitaumia zaidi. Nilitaka kurudi lakini maneno matatu yalinifunga maisha. Talaka ya mwisho imenitenganisha na ndoto. Nilikupenda kuliko roho, lakini sasa ni mawe